Kupitia mitandao ya kijamii nimeona mgogoro wa matumizi ya ardhi kati ya halmashauri ya wilaya ya Geita na mwekezaji. Sasa wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inaungana na ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, katika kuhakikisha kuwa mgogoro uliopo katika eneo hili la Mamlaka ya Mji Mdogo wa Katoro, mkoa wa Geita, unafanyiwa kazi na kukamilika. Nachukua fursa hii kuwakumbusha wamiliki wote wa maeneo yote nchini kuzingatia matumizi yaliyokusudiwa katika hati miliki zao. Endapo mmiliki ana mpango wa kuendeleza eneo lake kwa matumizi tofauti na yaliyotolewa kwenye hati miliki, ni lazima apate kibali cha mabadiliko ya matumizi kama sheria zinavyoelekeza. Hatua hii itahakikisha maeneo yanaendelezwa kwa kuzingatia mpango na hivyo kuondoa migongano ya matumizi, kutunza mazingira na kuweka unadhifu wa aitha, uwot, miji yetu. Aidha, uendelezaji wowote unaofanyika sharti uzingatie sheria za uendelezaji miji, ikiwa ni pamoja na kupata vibali vyote vinavyotolewa na mamlaka zote za serikali. Kwa sasa wataalamu wangu wameungana na wataalamu wa ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, kushughulikia suala hili, na baada ya uchunguzi kukamilika, kutatolewa taarifa rasmi ya pamoja.